Yo, yo what's up wana kuaje adhi ama vipi wiza Jflame hapa straight from BLG Unit mazee, mi do music ama rapa. Na chana ile mbaya kuchana tu e, mazee alafu I'm from Shanzu mazee, straight up from Shanzu, big up Shanzu ile mbaya e, Mombasani. Alafu mazee, mi nitakuinspire mazee kitu kimoja, yani kama uko na talent Usilale, mi nimekuja mini talenti nalipa manze, uh, na hakuna mtu ambaye ana talent, hakuna hakuna hakuna, yani hakuna mi. So, hicho wewe ndio unakubali? Mimi nakubali yeah. Hakuna yani, Mungu hawezi kunyima vyote uh, hata ukipuwa kilima utapoa na mwendo kabisa yuwa. Yuwa leo uh. okay. Asa azamazani ile kama una talent mazenda nayo na usi give up maana si yani tuko kwenye safari yani tunataka tufike kwenye hizo highway na mazee, na mimi yani mazee, my team ya mazee mwanzo, hata kwanza kuna mmoja wetu hayuko hapa. mm -hmm. Uh, kaka jambazi okay. Uh, kaka jambazi, kaka general, big up kabisa alafu mazee, yaani for me, yaani level ambao nitakufikia ya music mazee, akachujua kama mjua anaitwa nani? Kuna msee wa uh, Nigeria, Don Jazzy. Don Jazzy ushamsikia? Uh, usha Don Jazzy, Don Jazzy mazee ni legend kwenye industry ya music, amekaa kwenye music mm -hmm. afu sasa yona retire mazee mm -hmm. Ushasikia kina Rema kina nane Rasta amemsikia uh, hasa. hey, hey. Wale ni watu wa Don Jazzy, Marvin Records. Yeah, watu ambao amewanecha amewajua kwenye amewatoa. okay. Oh, kwenye unaimba twende asa mimi nataka kufanya hivyo. uh-huh. Level of John hapa ni, haswa. Mm-hmm. Ni wale vijana msikue kwenye street twendeni kutoka hapo hapo. Kabisa kabisa. Maza juu, maza, music is a universal language. Mm. Maza, music, maza, for music is all about peace, love, vibe. Juu, mm. Uh, mwenye ukisikia kuna ngoma kuna kuna, kuna jirusha, uh, ni obvious utajirusha. Sa music is positivity, nuifu, uh. Someone before told me music yani, muziki ni dawa ya roho kabisa. Yani wakati unapokuwa hata na stress stres, mosobe i can't lie. Mimi mwenyewe sasa, wakati nasikia mambo yangu hayaendi sawa, muziki ndio kila kitu. I just get my earbuds in and I'm like that's good, music is everything. I just lie on my bed or just doing something small and i feel I'm good. mm -hmm. I'm just back food again to life and i do my things so kabisa okay. Music, music is the food of the soul kabisa. out mazee, mazee, mimi kutakuni reach mazee, wizaji flame mazee, ndo jina hizo social media platform zote mazee. Alafu mazee, mi ni msela pisi ile mbaya, usambue na mtu. Mi ni mtu pisi, yani ile mbaya. Yani mi ni mtu peace. Yani mi wa zangu mi ni kutulia, lakini angalia mimi ni mtu peace. Lakini nao kubofeni, naambiwa mtu amenyamaza sana mwogope, ogopa, gopa, gopa <laughs>

Kama vipi kwa maodi wangu hapo, usio tunajua. yeah. tena mambo yetu sasa, kwa majina hapo, kwa maodi wangu wanamtambua bladi kaso hapa, au sio? Mastermind pia ukimaindi street hapo wanatambua kwanza, thanks sana jamaa, big up sana hilo jina, kwa kunipatia blood bana. Najua ilikuwa hard time lakini mm. Shukran kwenu bana. Pili, yani katika majina yangu yani ya kuzaliwa yani kwa majina yani, kama nilivyosema mimi ni Kasim. Uh, I go by the name Kasim. Kasim. Yeah. The name. Yeah. okay. katika platform za kimitandao siko kwingi vile, just follow me in Facebook Eh, Insta, siko huko. Okay. Juu yani sikujisocialize yani ya, pia na mambo mengi ya kimitandao vile mm -hmm. Lakini naona naelekea huko, yeah. Sababu niko na passion na flani na, nani, kuna watu nataka waione sasa, si kuonekana through mtaa ni through hizo platforms. Mtajitoa kote huko jamaa, mtaniona, msiwaze. All right. So, yeah. We hoping to know more about Kasim na ni vipi tutakaweza mwelewa alivyanza muziki, ni nini kilichomguza, ama aliusikia kutoka kwa nani ndiposa ukapenda muziki, ama ulijipata tu wewe waimba, ama labda hata mzazi wako labda akakwambia afanana na mtu fulani, mi napenda anavyoimba, ama anti yako labda nkoli yako, kuona huona nkoli vile yoaenda, mi nampenda vile anavyoimba, mi naeza aimba kaa yeye hata ama ni mshinde. Hasa, hata Kasimu atuelezee zaidi ya vile anaweza ama aliufikiaje muziki, na anawezaje tuambia sisi, mtu kama mimi haswa sijaingia katika nini muziki sana, lakini anaweza niambia nini, ama akatuambia pia sisi wengine pale nje, wenye tuko pale mtaani, wenye tumejituliza tu, hatuna jambo la kufanya labda, ama tumekufa moyo, hatujaridhia kwa kile chenye tulianzia, so bwana Kasimu atatueleza alianzaje, so, karibu, tuambie, yeah, ama vipi safari ya muziki bana? Jamaa, sio ngumu na si rahisi. mm -hmm. Japo kuna changamoto mm -hmm. Na changamoto huwa ni zile zile tu mm -hmm. Kujikimu pengine katika kifedha kurekodi mm -hmm. Kwenda mbio yani, na some certain issues yani ndio. okay. Ujipate kwamba umefanya hiyo kitu muziki mm -hmm. So kitu yenye nitaispa vijana mm -hmm. Aswa ni mahudi yani katika kitaa changu uh -huh. Mtawashanzu pale uh -huh. Ah, oh, mtawashanzu hapo utapata awawe shanzu. Talent ipo bana, vijana tuja lala bwana, na sio sisi peke yake. BLG UNIT wapo wengi, lakini najua vijana, jitokezeni bana okay. Hii opportunity haiwafati ni sisi tuifate bwana. Uh -huh. Shangamkeni. Okay. Ndio maana nimesema muziki sio rahisi na si mgumu, ni kujituma tu everything bwana, you must hustle yani. Eh, kila kitu ni ku hustle bwana. Ndugu zangu, mimi ninachoshauri yani tutoke katika hizo genge pia yani, kama unajua uko na passion fulani ama uko na kitu unaweza fanya, usijifiche bwana. Okay. Eh, ziko mingi sana pia jitoe, yeah. mm-hmm. you know, yani pale na moyo wako yani, toka ni jaribu, maana unaambiwa kujaribu ndio kujua. Hata mimi nilijaribu ndo nikajua naweza fanya, naweza fanya, nikajikubali kuanzia hiyo siku mpaka sahi najikubali na katika ni jinsi ama namna yani, ya manamla, yani ya mimi kujipata katika mziki. mm -hmm. Mziki kwa kweli yani naupenda kwanza. uh -huh. Ni kabla mimi kuimba kwa kusikiliza wengine pia. uh -huh. Napenda kusikiliza kila mtu. uh -huh. Na, I'm not a, a hater, ni bana ah, okay, mimi nasikiza mziki wote, si za mapenzi si za nini si rap songs, nini, mimi nasikiza yani bora ngoma pia mimi ni feel unajua, pia you are listening to what you can. You can feel. uh, uh -huh. Asa mimi nasikiza mziki wote mi sina gundu yani. Mm. Alafu my fans, mimi waga ni mats tena mi waga ni social. Wow, wow, sio? Eh, sasa wewe umeongea kwa my fans. What do you talk to the haters? Haters. Eh. Haters bana. Uh -huh. Kama una hate yani bana. Keep hating bana ah. Sisi tunazidi yani, tunasonga tu fresh barida, tunasonga tu fresh na mida yeah. Tuko fresh barida au sema, afu cheki tunapenya hata kiziba, tunapenya hata kiziba mm -hmm. uh, uh, uh, uh, uh, uh, where there is a way there is a will Ah, ah, ah, well, ah, auim <laughs> nimeujua sasa leo hiyo. ah, ah, ah, ah, ndio know, vizuri zaidi kumeonana na vijana bana, talent ipo. Mi kikubwa anachosema talent ipo, hakuna ambaye kuzaliwa na talent kama alivyosema mwanangu j lakini wapi ah so parents feel us feel us know what we want know what we can do and know also what we are capable of doing sasa sasa wazazi hope it will reach you out all right all right now to the last person

Oye oh, yeah. I got you I got you, I got you guy. Okay. All right, tell us more about you dude and what you tend to do in music and what made you get into music and what do you uh, feel about the music and how are you going to inspire the other people outside there who don't know about music industry? Yeah. Uh-huh.

Twasonga tu fresh na mida tapenya kiziba tapenya kiziba mistari na choma kamiba tasonga tu fresh barida

tasonga tu fresh barida twasonga tu fresh namida twapenya kiziba twapenya kiziba mistari na choma kamiba tasonga tu fresh barida tasonga tu fresh, <laughs> tasonga tu fresh barida, tasonga tu fresh <laughs> yeah. I'm standing still na kill, ndio maana na drill ku drill nipate Jamaica na wana zangu noma za kutunga ratil mistari na spill ya kill nipate kwa mic marapa na teach zangu si fake i keep it so real yes, amaji, ah kasomalia mbakso taf nipate kwa field, nacheza turafu amenst rocking the hawks, you the news running them proud. Nasonga barida nasonga kininja, ukija vibao na singwa mitaa imetulia kininja budao, ukija vibao na chimba I'm not a rapper, I'm not a okay, driller. Yes, I'm a hustler, napiga ziwira navunja mipaka tena kiasira nabiti miguu juu juu mimi ndo kila

Ukikuja vibaya utachimba, au si? Alright, so tell them one thing together as BLG Unit. What do you tell the Shanzu people? Mazee cheki, mazee, we want to say, mazee Shanzu, mazee. Love you guys, we love you mazee. Support, yani mazee metuonyesha mazee. Shout out ile mbao. Shanzu, Shanzu. Mazee, tuweze endelea, mazee. Oh, big up. To the CEO Koju Nation Hebs, mazee wa from the heart mazee, tunakuappreciate mazee wa bila Hebs, salute sana bwana. No kuri mkuri Hebs, so tumekutambua from Jassy TV producer producer mazee, King Lee uh -huh. King Lee on the beat mazee, big up and the man mazee and, man, right, yes, yes, and behind the cameras Jassy TV wa mazee, mob love mazee, and the whole family Koju Nation mazee, big up mazee. Yani, hapo cheki, msisahau kusubscribe BLG unit.